Ninayo raha na faraja kubwa kupata fursa hii kutangaza matokeo ya moko darasa la saba kwa mwaka 2025 kwa niaba ya makatibu tawala wenzangu wa mikoa mitano iliyoshiriki kufanya mtihani huu. Najua kuwa matokeo haya yanasubiriwa na wadau wengi katika kanda yetu ya Ziwa na taifa kwa ujumla wadau wakubwa wakiwa wanafunzi wenyewe wa wenye darasa la saba lakini walimu wazazi na viongozi katika ngazi mbalimbali. Mtihani mbali huu wa majaribio umefanyika katika mikoa yetu sita ya kanda ya Ziwa ambayo ni Geita, Kagera, Mara, Mwanza, Shinyanga na Simiyu yenye jumla ya mamlaka za serikali za mitaa 43 lengo kubwa ni kushirikiana kuwapima wanafunzi wetu wa darasa la saba kwa mwaka 2025 ili kupata picha halisi ya maendeleo yao kitaaluma kabla hawajaukabidhi mtihani wa kuhitimu elimu ya msingi unaotarajiwa kufanyika mwezi Septemba 2025. Kupitia mtihani huu tutakuwa tumebaini hali halisi ya ufundishaji wa walimu na ujifunzaji wa wanafunzi katika shule zetu za msingi katika kanda yetu ya Ziwa. Na hivyo tutatusaidia kuchukua hatua rekebishi ili kuondoa kasoro ambazo zimebainika wakati wa zoezi hili la mtihani wa moko. Jumla ya shule za msingi 4989 ikijumuisha shule 4518 za serikali na 471 za binafsi zimeshiriki kufanya mtihani katika kanda yetu. Jumla ya wanafunzi waliosajiliwa kufanya mtihani ilikuwa ni, ni laki tatu arobaini na nane elfu na mia nane tisini na sita ambapo wavulana ilikuwa, ilikuwa laki moja hamsini na sita elfu mia sita sitini na tatu sawa na asilimia arobaini na tano na wasichana ilikuwa laki moja tisini na mbili elfu mia mbili thelathini na tatu sawa na asilimia hamsini na tano. Wanafunzi waliofanya mtihani ni laki tatu, arobaini na moja elfu, mm, mia tatu mm, na moja ambapo kati ya hao wavulana ilikuwa laki moja, hamsini na, mbili, elfu, na mia tatu, sitini na tisa sawa na asilimia arobaini na nne nukta sita na wasichana ilikuwa laki moja themanini na nane elfu na, mia tisa thelathini na mbili sawa na asilimia hamsini na tano nukta nne. Sasa jumla hii ya hao waliofanya mtihani ni asilimia 97.82 ya wanafunzi wote waliosajiliwa. Wanafunzi 7590 ambao ni sawa na asilimia 2.18 ya wanafunzi wote waliosajiliwa hawakufanya huu mtihani, na hii imetokana na sababu mbalimbali ikiwemo utoro vifo na ugonjwa. <coughs> Kwa hiyo hii ni moja ya changamoto ambayo inatukabili na inarudisha nyuma. Kwa hiyo tutahitaji kukabiliana nao ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanaokuwa wamesajiliwa lakini wanaokuwa wamejiunga na shule elimu ya msingi wana hitimu darasa la saba ili kuwawezesha kuendelea na kuweza kuongoza maisha yao. Katika mtihani huu watahiniwa wamepimwa katika masomo sita ambayo yanafundishwa kulingana na mtaala mpya ulioboreshwa. Masomo yaliyotahiniwa ni hisabati, Kiingereza, Kiswahili, sayansi na teknolojia, maarifa ya jamii, na stadi za kazi na uraia na maadili. Takwimu zinaonyesha kwamba wanafunzi laki mbili ishirini na moja, laki saba sabini na tisa sawa na asilimia sitini na tano, nukta sufuri moja ya wanafunzi laki tatu arobaini na moja elfu na mia tatu na moja ya watahiniwa waliofanya mtihani wamefaulu wa kupata daraja A hadi C, na wanafunzi laki moja kumi na tisa elfu mia nne ishirini na mbili sawa na asilimia thelathini na nne nukta tisa tisa ya watahiniwa hao wamepata daraja la D na E. Uchambuzi zaidi wa matokeo unaonyesha kuwa watahiniwa wamefanya vibaya katika masomo ya hisabati na Kiingereza ambapo jumla ya watahiniwa laki mbili arobaini na nne elfu mia nane sabini na nne kati ya laki tatu thelathini na nane mia tisa na kumi waliofanya mtihani sawa na asilimia sabini nukta moja waliofanya mtihani wa somo la hisabati hawakufaulu. Katika somo la Kiingereza, jumla ya wanafunzi laki moja sitini na mbili elfu na themanini na nane kati ya wanafunzi laki tatu arobaini na tatu elfu na sabini ya waliofanya mtihani sawa na asilimia arobaini na saba hawakufaulu somo ambalo watahiniwa wamefaulu vizuri ni uraia na maadili ambapo jumla ya watahiniwa laki tatu elfu mbili na mia mbili themanini na tatu kati ya watahiniwa laki tatu arobaini na tatu na sabini ya waliofanya mtihani wa uraia na maadili ambayo sawa na asilimia themanini na nane nukta sifuri tano wamefaulu somo hili, ikifuatiwa na somo la Kiswahili ambalo jumla ya watahiniwa laki mbili hamsini na mbili elfu na mia mbili themanini na tisa sawa na asilimia sabini na tatu nukta sita moja ya wale waliofanya mtihani wa Kiswahili wamefaulu. asilimia sabini na tatu nukta sita moja waliofanya mtihani wa Kiswahili wamefaulu. Aidha, katika somo la sayansi na teknolojia wanafunzi laki mbili kumi na tatu elfu mia tatu sitini na tatu kati ya laki tatu arobaini na tatu elfu like na mia mbili themanini na tatu sawa na asilimia sitini na mbili ya watahiniwa waliofanya mtihani huo wamefaulu. Somo la maarifa ya jamii asilimia sitini na tatu nukta sita tatu wamefaulu mtihani huo, ambao ni sawa na wanafunzi laki mbili kumi na nane elfu mia tatu sabini like, kati ya wanafunzi mia tatu arobaini na tatu 169 like, uh, waliofanya mtihani huo. Mkoa wa Simiyu umekuwa wa kwanza katika ufaulu ambao umefaulu kwa asilimia 88.59 na wastani wa 175.1146 ikifuatiwa na mkoa wa Mwanza wenye ufaulu wa asilimia 85.72 na wastani wa 179.9110. Mkoa wa tatu ni Shinyanga una ufaulu wa asilimia 78.90 na na wastani wa ufaulu wa 169.3814 mkoa wa nne ni Kagera. Kagera ina ufaulu wa asilimia sitini na mbili nukta nane moja na wastani wa ufaulu wa mia moja arobaini na saba nukta mbili sita saba tano mkoa wa tano ni Geita una ufaulu wa asilimia hamsini na saba nukta sita nne na wastani wa ufaulu wa 143.6948. Mkoa wa Mara ni namba sita, una ufaulu wa asilimia 35.34 na wastani wa ufaulu wa 120.3933. Tihani huu wa, wa moko wa darasa la saba tumeweza kuwapima sio tu wanafunzi bali shule na halmashauri katika mikoa yetu sita iliyoshiriki katika mtihani huo. Matokeo yanaonyesha kwamba halmashauri ya Kwimba iliyopo mkoa wa Mwanza imekuwa ya kwanza kwa kuwa na asilimia 97.86 ya ufaulu wa wanafunzi na wastani wa ufaulu wa 199.695. Kwa hiyi halmashauri imefanya vizuri sana, tunawapongeza. Wamefuatiwa na halmashauri ya wilaya ya Misungwi ambayo pia iko mkoa wa Mwanza wakiwa na asilimia 96.51 na, na wastani wa 196.3939 Watatu ni halmashauri ya jiji la Mwanza iliyopo mkoa wa Mwanza, nao wamefanya vizuri, wana ufaulu wa asilimia 89.34 na wastani wa 194.6239. Ya nne ni halmashauri ya wilaya ya Bariadi ambayo ina ufaulu wa asilimia 95.93 na na wastani wa 192.3873. Halmashauri ya tano ni halmashauri ya manispaa ya Ilemela ambayo ina ufaulu wa asilimia 82.55 na wastani wa 188.668. Ah, halmashauri tano za mwisho zinatoka mkoa wa Mara, halmashauri nne zinatoka mkoa wa Mara na moja kutoka mkoa wa Geita. Na ukiangalia wastani wa ufaulu wa hizi halmashauri za mkoa wa Mara hizi nne za mwisho moja ina ufaulu wa asilimia 31.32, hii ndio imeongoza kwenye zile halmashauri nne, lakini halmashauri nyingine ya mwisho kabisa ambayo ni ya 43 ina ufaulu wa asilimia 23.3 tatu tatu. Maana yake hapa ni nini? Maana yake watoto au wanafunzi zaidi ya asilimia sabini na na saba, asilimia sabini na sita nukuta saba wame, hawakufaulu wamefeli. Hii ni hatari sana.